Visa vya vijana na Wakenya wengine kukamatwa kutokana na kuwadhalilisha viongozi katika mitandao ya kijamii vinapoonekana kuongezeka. Askofu Mkuu wa Kanisa la ABC ya Afrika Mashariki ya Kati Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amewashauri vijana kutumia mitandao ya kijamii kwa njia ifaayo kutetea haki zao. Akiwashauri kuwa na heshima kwa viongozi na kutotumia mitandao kuwatusi walio kwenye mamlaka. Mtandao unaweza kuharibu demokrasia, mitandao itaharibu demokrasia. Mitandao iko na mafunzo mabaya na mazuri. Mitandao inaweza kukikalia haki za kila mtu, freedom freedom of expression, freedom of expression association And a freedom of speech. Inaweza, lakini kwa njia nyingine tunaweza kuitumia vibaya. Askofu mkuu akibaini kuwa ingawa mitandao inaweza kuwasaidia kujieleza haki zao na kueleza matakwa yao, visa vya kudhalilisha viongozi na kuwatusi pamoja na kutumia vibaya demokrasia kujieleza ina uwezo wa kuchochea vurugu nchini. Democracy without limitations, sio democracy na endapo Kenya tutaendelea hivyo we can cause civil war, kwa sababu yale yani matamshi nasikia sasa na wanasiasa na hiyo na na vijana watoto wetu ni jambo ambalo ninaweza kuleta maafa na uharibifu wa, wa mali katika taifa hili. Amewataka Wakristo kuliombea taifa la Kenya

alizungumza aya katika ibada ya esima, wea, kufungua rasmi na kuweka wakufu jengo jipya la kanisa la ABC Kigimani eneo bunge la Matungulu Ndambuki.